Ukitaka msaada Ibn Abbas, mtake msaada Allah. Na mtu asipolijua hilo, ataingia kwenye ibada bado ni mshirikina. Unamwambia Allah, iyyaka na'budu na wa iyyaka nasta'in, peke yako tunakuabudu na peke yako tunakutaka msaada Allah. Anakuuliza, kweli hivi msaada wewe unataka kwangu peke yangu? Mbona unahirizi kila siku, aikagua wewe, hii hirizi ya nini Eh? Mbona ukitaka kutoka nyumbani kwako tu unaziangalia karatasi zako ulizozifunga mlangoni zipo au hazipo? Na zikiwa hazipo tu, hii karatasi imekwenda wapi? Ina ah, nini hii inaletea baraka riziki karatasi? hey, inakuletea riziki. Mtu mwingine anaifunga kwenye duka, ifunga kwenye duka, ikipepea pepea vile siku haione ah, nini na huko amekwenda kwenye swala amesema, iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in. Sawasawa, so, so, peke yako tunakuabudu na peke yako tunakuomba msaada. Ile karatasi na, na mwingine anakwenda kwenye ramli apigiwe ramli ili asaidiwe, akiulizwa hii, hey, Mtume amekataza hii Anakuambia, mbona unakwenda kwenye x-ray bwana? Eti x-ray ya hospitali ndo ramli? Jamaa, umekuwa kama wale waliomwambia Allah, innamal baiu mithlu riba, mbona biashara sawasawa na riba, huku unapata faida na huku unapata faida, tena pengine biashara unaweza ukapata faida kubwa kushinda hii ya riba sawasawa. Aya, wewe sema sawasawa, lakini Allah anasema hivi wa ahallallahu al baia wa haram al-riba. Allah amehalalisha biashara, ameharamisha riba. Sasa kama mtume amekwambia usipige ramli, wewe unapiga, alafu unasema sawa sawa nae, maanake nini? Alafu unasema Muhammadu Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah aliyetuma kunifundisha, ndio anakufundisha usipige ramli. Sasa unasema hii sawa nae tu fuyo hii.